Mwambie muda wake umefika, mwambie muda wake umefika. Mungu alisema nami kuwa iombee nchi ya Tanzania, hivyo niliiombea. Lakini kabla ya kuiombea, nilimuuliza Mungu, kwa nini lazima niiombee nchi ya Tanzania na niombeje? Mungu alisema nami kuwa, omba kwa ajili ya wale wote waliopoteza wapendwa wao pia alisema nami kuwa omba kwa ajili ya waliovunjika mioyo yao kwa ajili ya siasa, watu wangu waliuawa, na pia omba kwa ajili ya wale ambao hata sasa hawajui ndugu zao wapo wapi. Hii ni kwa sababu serikali ya Tanzania imewazika ndugu zao hao bila wao kupata taarifa. Baada ya hayo, ilimwambia Mungu tayari nimefanya kama ulivyoniamuru. Ndipo Mungu akasema nami tena kuwa mwambie huyo mwanamke rais wa nchi ya Tanzania anayewatendea watu wangu kama wanyama, mwambie kuwa muda wake umefika. Kwa namna moja au nyingine, atalipa gharama ya aliyoyafanya, atalipa gharama ya damu za watu wangu aliowachinja kama nguruwe. Mungu akaendelea kusema kuwa anajua wazi kuwa hata sasa yeye huyu anajua kuwa hawezi kuwa madarakani kwa muda mrefu. Mungu akasema, nawaonya watu wangu wa Tanzania kuwa kuna namna mbili zitatokea katika nchi yao. Moja, rais huyu atakimbilia katika nchi za Kiislamu na kutafuta hifadhi huko, kutafuta msaada. Mungu anasema pamoja na kujua kuwa hawezi kuwa madarakani kwa muda mrefu, ataenda nje ya nchi kutafuta msaada. Mungu anasema, waambie watu wangu Tanzania, muda huo ukifika, wahakikishe wanamkamata kabla hajakimbia. Kumekuwa na tabia hii sana kwa viongozi wa Afrika, wanaua watu wao na kisha wao wenyewe wanakimbilia nchi zingine. Mungu anasema, huyu atakufa katika mikono ya wananchi. These African leaders, they kill their people like animals. Then after that, they run to other countries where they're going to embrace them. Mungu amemtuma Nabii Musa kuwaeleza yote yaliyoelezwa na nabii huyu, lakini kwa sababu nabii hana heshima nyumbani kwao, Mungu ameamua kuwatumia manabii wengine kutoka nje. Ukisikiliza manabii wa nje wanachokiongea kuhusu Tanzania, wanaongea mambo yale yale ambayo Nabii Musa ameshawaeleza Nabii amewaambia mtoeni huyo mama, jeshi limeungana naye, hakuna wa kuwatetea wananchi. Mungu amewainua wananchi wenyewe, kama alivyomuinua nabii apigane mwenyewe, ndivyo Mungu amewainua wananchi wapigane na serikali inayotumia jeshi kukandamiza wananchi na kulinda uovu wao. Na kama alivyosema nabii Musa, Samia na Kikwete wakamatwe maana hao ndio wanaoingiza nchi kwenye matatizo, wakitumia maaskari kuteka na kuua wananchi, na wananchi mnawatazama tu. Mlidhani vita hii ni ya nabii Musa peke yake. Hasira ya Mungu itawaka kwa watu wote wanaodharau na kusababisha masiwa Mungu kufanya kazi ya Mungu kwa taabu, kwa sababu tu ya kikundi fulani. Hiyo ndiyo Tanzania, yaliyo sirini ni haya. Na Mungu hasira yake mewaka juu ya nchi hii. Sasa waovu wamefichuliwa mbele yenu, mnawajua. Mipango yao mnaijua, ajenda zao mnazijua, wala hawana thamani na nyinyi. Wanachoangalia ni mali na kubaki madarakani, wako tayari kuua maelfu ili wabaki kwenye nafasi hizo. Mungu anasema imetosha, ni zamu yao kulipa maovu yao. Anasema watoeni, asivuke mpaka, asiondoke ndani ya nchi hii, awe amekamatwa na kuuawa, ili alipe gharama za damu za watu aliowateketeza, aliyowapiga risasi, aliyowateka, aliyowaficha kwa siri au kwa wazi. Huyu ni nabii kutoka nchi za nje, ameonyeshwa haya yote wa ndani akizungumza mnaona, kama si kweli. Mungu yupo kazini, analitaka taifa hili kwa matumizi yake. Hajawasahau wanyonge, hajawasahau wa Tanzania. Mungu awabariki sana. Amen.